Na naongezea leo akichukuliwa mtoto wa Jakaya mlisho Kikwete, eh? Akaenda akangolewa macho, akaenda. Natoa mfano, nawapa mifano. Akaenda akaokotwa, hana macho na amekufa. Utajisikiaje? Kama hii ndiyo maana ya gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe gwajimanized na viongozi wengine wote hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu. Na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Menisikia ndugu zangu, mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayepinga anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Naomba mnisikize kidogo <clears throat> wiki hii nilifanya press, niliita waandishi wa habari, nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana, na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza ndio shauri ni kwamba kwa, kwa maana kwa ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi wao wanateuliwa na mheshimiwa rais au na taasisi ya rais na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu hawapatikani, nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu themanini na tatu ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani wa na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wa wamekwenda wapi, na mpaka juzi jana juzi, tarehe ishirini na nane shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidar Jabil Al Fasi, kuamkia tarehe ishirini na nane mwezi huu wa tano, juzi tu niliposema, ni alichukuliwa ali nyumbani kwake fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani, njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe ishirini na tatu Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza, naye ameondoka tarehe 23 Machi hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi juzi tu, mmeona kiongozi wetu Padri Father, Father na Padri Kitima ambaye pia ni katibu wetu wa teki alivamiwa, na watu akapigwa, akaumizwa na na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive katikista wetu mwingine kule kusi, kule kule naye kavamiwa naye kapigwa kaburuzwa. Muda usinge usingetosha kuleta, mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake wamevunja mlango wamemburuta wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa, ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji, hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho chama cha Mapinduzi hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi, naungana na waasisi wetu, mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii, akiwemo Ali Hassan Mwinyi, ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa, ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote, hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu. Na CCM, sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Menisikia ndugu zangu, mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayepinga anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Nilitoa mifano nikasema hivi, mwanangu Jordan akitekwa leo akachukuliwa, kama alivyochukuliwa ndugu yetu muislamu mzuri Ali Muhammad Kibao hapo Tegeta, jimboni kwangu, anachukuliwa basi, nasimama anashushwa ndani na watu wanaondoka naye mchana, alafu kesho yake anaamkia ameokotwa kule Ununio jimboni kwangu kule, ameng'olewa macho na amekufa. Nikasema akifanyiwa hivyo mwanangu Jordan, akachukuliwa na watu mchana, akaenda kung'olewa macho, nitajisikiaje? Na nikasema akichukuliwa rafiki yangu ndugu yangu Abdul mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, akachukuliwa yeye, akaokotwa amekufa, ameng'olewa macho, utajisikiaje? Na naongezea leo, akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mrisho Kikwete, eh? akaenda akang'olewa macho, akaenda, natoa mfano, nawapa mifano, akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Ali Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa kesho, ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? Hivyo hivyo mtoto amejaliwa, hivyo hivyo akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa, amekufa leo. Kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge wenye dhiki wenye tabu wenye matatizo waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho nitalisimamia ni na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM siyo watekaji na siyo chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka, anateka yeye mwenyewe, sio kwa niaba ya chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Asa kama nimeongea mimi, alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake, watu wamekuja na noa, wameenda ondoka naye, kaokota wamekufa, baada ya masaa mawili matatu, nani anayefuata baadaye? Na kwa sababu hiyo mpaka terminology imezaliwa, nikasikia terminology inaitwa gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa gwajimanization. Sasa nilipoona gwajimanization, nikataka sasa ni tafasiri gwajimanization, maana yake nini? Gwajimanization au gwajimanizing ni ujasiri usio teteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri dhabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe gwajimanized.